Uh, nichukue tena nafasi hii hapo hapo kupongeza sana mwenyekiti wa bodi pamoja na bodi nzima, lakini kumpongeza sana sana sana mkurugenzi wa TBS inawezekana, eh, na walotangulia wote MC wetu ametuambia ni wanaume, lakini mwanamama huyu sio kwa upendeleo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kazi yetu sisi bunge ni kuona na kusema kwa kweli kama tunatoa nafasi kati ya wakurugenzi ambao wako chini ya wizara hii, na msione hivyo, wengine mnafanya kazi lakini mwanamama huyu ni namba moja, makofi mengi sana kwa. Msione tu, viwango vimesimama, majengo yanakwenda. Sisi kama bunge tumeenda kutembelea jengo lile Dar es Salaam na kuona maabara zote lakini tumepokea ripoti kama wewe ulivyosomewa kuhusu ofisi za kanda na mipango ya kwenda kuweka majengo kwenye kanda zile. Kwa kweli TBS mnaupiga mwingi na mnafanya kazi kubwa sana. Sisi kama bunge sisi kama kamati eh, tunaendelea uh, kuwatia moyo na kusema kwamba tutaendelea kutoa ushirikiano pale mnapotuletea mipango yenu na mtiririko wa fedha mnazozihitaji. Basi tutaendelea kushirikiana na kuhakikisha fedha zinakuja.